Jina langu ni Paul John Walalaze, meneja elimu kwa mlipa kodi Mamlaka ya Mapato Tanzania. Leo tuongelee kuhusu uh, uli, uwasilishaji wa ritani za kodi ya mapato. Aikumbuke kwamba kodi ya mapato inalipwa kwa awamu. Washukuru sana walipa kodi kwamba tokea kipindi kile cha mwezi Januari mpaka mwezi wa tatu, wakati tunakumbushana kuhusu uwasilishaji wa makadirio ya kodi, wengi wamefika ofisini, wengi wametumia mtandao, um, mfumo wa e-file kuwasilisha makadirio yao ya kodi na kulipa kodi awamu ya, ya kwanza. Na ikumbuke kwamba uh, mwezi wa sita tarehe 30 ni tarehe ya mwisho ya kuwasilisha ritani za kodi ya mapato inayotokana na uh, ile ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Kumbuke kwamba baada ya uh, mwaka wa, wa, wa mapato kuisha ambao mwaka wa mapato unaanzia uh, mwezi Januari kwa walio wengi na unaishia tarehe 31 ya mwezi wa kumi na mbili. Baada ya hapo sheria ya kodi inakupa miezi sita ya kuandaa hiyo ritani, miezi sita hiyo inaisha tarehe thelathini ya mwezi wa sita. Ni e, tunatoa rai kwa wewe ambaye unaandaa mahesabu yako unaandaa ritani zako za kodi hakikisha unawasilisha ritani kabla au mnamo tarehe 30 ya mwezi wa sita, na ndani ya hiyo ritani tunaamini kwamba inaambatana na kodi. Hiyo kodi tunaita tax as per return, na yenyewe hakikisha kwamba unailipa kwa wakati kabla au mnamo tarehe thelathini ya mwezi wa sita. Kwa kuchelewa kufanya hivyo, inawezekana ukaangukia kwenye penalty na riba kwa kuchelewa kulipa kodi. Lipa kodi yako mapema kwa maendeleo ya taifa letu.